Kama nilivyowaambia nita, nitafanya experience ya kupanda baiskeli as bodaboda uh-huh. So kama unavyoweza kuona hapa, nipo kwenye baiskeli, niko na dereva wangu hapa, hataki uh, kuonekana kwenye kamera, so unaweza jina lako. Mimi naitwa nani, she hapa, huyu anaitwa Franky. Wewe ni mwenyeji wapa hapa Tanga, Mdigo au huu bwana ni Msambaa unzeze uh, uh, staff, mi sijui sana so, huyu hapa ni Msambaa labda anatokea Lushoto, sijajua, au Mlalo au wapi, lakini anatokea Lushoto. Lakini yuko hapa Tanga, anapiga mishe zake hizi hapa za baiskeli aze bodaboda. Unaweza kuona tuko kwenye baiskeli tunanyonga, unaona, na hii hapa ni barabara ya Pangani, unaona eh? tuko kwenye baiskeli tunakata mitaa mitaa, zile barabara za namba, sasa tunazikata kwa baiskeli ya yeah, ni unyama sana. Mambo kama haya pia yanapatikana katika mkoa wa Tabora nimesikia. Dar es Salaam pia yapo maeneo ya Mbezi Bichi kule kwa zena e, kwa zena siyo Mbezi shule pale yapo, lakini Tanga ni yapo pia. Ndio hii hapa, mimi nimepanda leo, nime experience for the first time e, baiskeli kama bodaboda -boda. yeah. so we ukifika Tanga, moja kati ya utalii wa ndani ambao unaweza ukaufanya ni baiskeli azee, bodaboda kwa hiyo uh -huh. tupo hapa tunazunguka, yep. na dereva wangu hapa, tutapita mitaa miwili mitatu uh -huh. kama unavyoweza kuona hapa barabara namba kumi na saba uh -huh. tutapita mitaa miwili mitatu mpaka sehemu fulani fulani hivi ambapo wataniacha. yeah. Niambie experience gani ambayo wewe uliifanya wakati ulipokuwa sehemu fulani umetembelea, labda ah. Mimi hapa ndo the best experience ya hapa Tanga kupanda baiskeli kama boda boda, kupanda baiskeli kama boda boda ah. Hiyo ndo Tanga la eti hey, she kwa nini sasa wanasema na Tanga wajaleo kuondoka majaliwa, kuna siri gani Bwana eh? Watu wa Tanga bwana, ni wakarimu, ni wakarimu. Wakarimu bwana. Uh -huh. Watakao kukaribisha. Uh -huh. Utavutiwa na hiyo huo ukarimu wao. Njia uh -huh. wenyewe kama unavyoyaona. Unavyoyaona. Ndio. Hiyo inatakia mtu kwamba ashinde kwa mbinu zake. Ah. Kwa hiyo ndo bwana hiyo. Kwa hiyo watu wengi wanokuja hapa hawarudi. Hawarudi. Eh, Ah, bwana, hapa basi ndio hivyo. Ah. Kwa hiyo bwana hapa jamaa wangu Frenki de pangu tamiambia kwamba kwa nini Tanga wajaleo kuondoka majaliwa ni kutokana na ukarimu watu wa Tanga, wa Tanga. Tanga, na Wadigo, bonde, wasamba, wa watu wa Tanga wenyeji wa Tanga kama kugombia Tanga kunapatikana Wadigo, Wabondei, Wasambaa, Wazigua, Wasegeju, wa mwamwende kabila dogo lile ya Yeah. Kwa hiyo ukarimu wao ndio unafanya wewe wajaleo kuondoka majaliwa tunaezategekkoji. Yeah. Tena pale, pale. Eh. Yeah. Yeah. Ndio hiyo itakufanya wajaleo kuondoka majaliwa so wewe ukifika Tanga ukikutana na watu basi ukala nazi tu wewe urudi kwenu. Kwa mfano mimi hapa nimetoka Mtwara, sasa sijajua kama nitaweza kurudi Mtwara au vipi? Na historia inaonyesha wa Makonde wengi sana wapo hapa. Hey, eti si ndio kweli? Hey, wako mikanjuni wapu, wapu, ah, ambao wameloea hapa hapa Magomeni ndio wengi e, <laughs> nasikia eh, Magomeni ni wengi na Mtwala pia kuna Magomeni. Kwa hiyo na tutaangalia kama itawezekana, nitaenda kuwatembelea ndugu zangu wa Makonde. Nivyokwambia Tanga ni tajiri wa paki, unaweza ukaiona hii paki nyingine hapa. Hivi vionja vya wapi vinaitwa Eh, hivyo ndio vya Madina hivi hapa. Ya, ndio tunapita hapa na na dereva wangu eh, tukiendelea kuizunguka Tanga kwa baisikeli. Wewe umezoea kupanda bodaboda, lakini sisi tuko na baisikeli na imewekewa kiti kama unavyoweza kuona kiti kizuri yeah. so tuko mitaa hii hapa ya Madina ya yeah. Sasa kwa hiyo niombeeni, sijajua kama nitaweza kurudi eh, uh-huh. Kwa sababu ndugu zetu hapo huku Magomeni, kama alivyoniambia mheshimiwa hapa, kuna makondo wengi sana. Na ukiangalia hizi nyumba zilivyojengwa hazina tofauti na zile nyumba za, za Lindi, Mtwara e, Pemba ya yeah. Zinafanana, unaweza ukaona. Kwa hiyo mi nahisi kama niko nyumbani tu, hmm. Ah, naisi kama niko nyumbani ya. Yeah. Huku kinyosha wapi huku, tutatokea barabara 21. Hmm. Sio huku hii barabara yeah. Ma Makorola yeah huku hey, ndo makorora. Kwa hiyo ndo hivyo, unaweza ukaona yap, tunapita mitaani mitaani, mwapo kuja kuexplore Tanga yap. Na hapa mjini inaonekana kuna Waislamu eh? wengi wa kutosha hapa mjini, huku dini iliyotawala sana ni Islam. Wakristo ni wachache sana, kwa hapa mjini. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa hapa Tanga jiji majority ni Muslim, Wakristo ni wachache sana, haimaanishi kwamba hawapo. Wapo, wapo, isipokuwa ni wachache. Na kama nilivyokuambia, makanisa ya mwanzo, Ukristo pia uliingia Tanga mwanzo mwanzo sana, utakutana na makanisa ya mwanzo sana Tanga, lakini na Uislamu pia uliingia Tanga mwanzo kutokana na uwepo wa uh, banda, eh, nini bandari na bahari ya Hindi. So ni sehemu ambayo ni very strategic unaweza ukafika ukatembelea na ukaweza kuona mambo mengi ambayo yanapatikana Tanga. Hapa nilipo ni barabara namba 21. Yep. Tunaendelea ku, ku explore in details tuweze kuona tutaenda kutokea wapi. Tunakoona hapa na hisi sijui. Ya, yeah. Hii ni shule msingi Ngamiani Kusini, soko la Ngamiani, si ndio? Eh. Yeah. Hii hapa Ngamiani Kusini unaweza kuona. Ya. Yeah. Kwa ukifika Tanga unaweza uka, uka experience hii hapa na nini. Ku, kuendesha baisikeli kupakiwa kwenye baisikeli yeah, ni bodaboda huko, watu wanapata riziki yao. Kwa hiyo shwewe, kwa, kwa siku inawezekana ukapata shilingi ngapi? Kumi na tano. Kawaida kweli? Ah, kazi. Yeah, ni kazi nzuri kwao. kwa, kwa, kama mna ajira we, mnua baisikeli yako, njoo Tanga, weka kiti, fanya, unaweza ukapata kwa siku elfu kumi na tano kuliko kukaa kijiweni ukaanza uka kuvuta bangi aza, yeah. ukaona unaweza ukaona misikiti jinsi ilivyokuwa mingi yeah. Inaonyesha kwamba huu ni mji wa Waswahili ehe, na Uislamu ndio umetamalaki yeah. Kwa hiyo ukifika hapa wewe kuwa na amani, hakuna hakuna shari yoyote yeah. So, naweza ukaona tupo kwenye bodaboda yetu ya nani nani, huyu mwamnyeto anakamtaga gani kwa wapi au akajutokwao ni ah mwahako ah mwahako kwenda Pangani. Sawa sawa ndio ndokwao kumtani kwake eh pia kajenga huko pia. ah kapteni huyo kapteni Kostari, Kostari barabara ngapi? Barabara ya kumi na moja. Yeah, ah, barabara kumi na moja, ofisi, ndio ofisi yao eh ah yeah. sawa yeah. na ngini, African <laughs> ah, wale wengine African Sport, Tangabichi wale watoto wa kishua Kostari ndo wazawa wenyewe sawa yeah, sana basi bwana, ndo hivo. Hiyo ndo Tanga a kuonani unyama sana barabara za namba. Unaweza ukao na jinsi gani kulivopangwa kwa namba? uh-huh hiyo ndo Tanga wazee, nezo kaona swahili city, swahili civilization city. Sasa tu ndo kaniacha hapo, ofisi za Kostari. swahili civilization, swahili civilization. na huku vitu vipi? Sio bei mbaya sana, kama vyakula nini, bei ya chakula kweli kweli nafuu, unaweza tu kuishi huu mm. Ndio mtaa wa yeah. Kostari yeah. <laughs> <laughs> Okay. Kwa Star Union. Ndokosa, yeah. ya sabis unaenda kule stendi, basi twende tu tumalize buku, kaniache kaniache stendi. yeah. Hii ndoko Star wenyewe wenyeji wanapatikana hapa ya yeah. nyama sana wako, wako Zanzibar sasa hivi

mnaona hiyo mitaa eh? Mnaona mitaa jinsi ilivyopangwa kiustaarabu. Kwa hiyo miji yenu wakati mnajenga mweze kuje, kujifunza. Tunatakiwa kuja kujifunza kwa watu wa Tanga walifanyaje mpaka mji umepangwa hivi ni yeah. jambo zuri sana ambalo kila mji unatakiwa kufanya yani upate tabu kupita yani, hiyo ndo Tanga. Na huku mote tumeendesha na baiskeli na hatujashuka, yani ni mji ambao rianambo kabisa kuendesha baiskeli hatujashuka, sijui sima hapa mlima hapa nini, hapana, tumeendesha ya yeah. Mkwakwani koyo yeah. Jamani, karibuni Tanga, mje ku explore mweze kuyaona mengi, sio tudaa ya yeah. Tanzania ni kila sehemu uh -huh. kama unavyoweza kuona huni mji wa Kiswahili patikana hapa Tanzania yeah, so fika hapa uweze kujionea mengi ambayo ulikuwa hauyafahamu ulikuwa hauyafahamu. Na usiku usiku, wapi kuna kuna uzouza wa vitu vitu fulani, labda nini sikuweza nini nini wapi eh, kuweza yani vyakula vyakula vile vya asili

Ile inaonyesha kule. Ile inaonyesha kule. Ah, ndio ni hoteli. Eh. o so, tumekuja kutokea tena katika barabara ya Pangani kama mnavyoona kwa kutumia baisikeli kama bodaboda hii boda. ni first experience ambayo sikuwahi ku experience before. Sio kama siwezi kuendesha baisikeli lakini, kupanda baisikeli kama bodaboda sikuwahi boda, kufanya yeah. Kwa hiyo hii ndio mara ya kwanza katika jiji la Tanga. Aha, na ndio mambo ambayo yanapatikana jiji la Tanga ni utalii yeah. Kwa hiyo mnaweza mkafika na mkaweza ku experience na nyinyi kitu hichi hapa ambacho mimi nimeki experience hapa yeah. hapa Tana, hapa kama unaweza kuona ni ngamiani soetwa. yeah. so Ngamiani, ile ya soko la Ngamiani hapa, unaweza kuona uh, yeah. a Na hapa ni stand ya ya zamani ya mabasi ambapo sasa hivi ni stand ya daladala hapa hapa so safari yetu ndio imeishia hapa kwa leo. Yeah, bro hapa anaitwa Yeah. Ndio so, hadi wakati mwingine.